Mzee wa stori, nimekuja mwanzo mwisho. Stori yani, mzee wa stori, nimekuja mwanzo mwisho. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ya JD stori upate video zangu kila nitakapolusha video zangu, ili wewe uwe mtu wa kwanza kupata video zangu. Ngoja nikwambie sasa, ndugu yangu, hii stori yangu inahusiana na nini? Binadamu huwezi kujua ana chuki na wewe. Binadamu mzuri usoni, lakini binadamu huyo huyo mbaya moyoni. Jiulize, kwa sababu gani? Huwezi ukasema binadamu huyu ni mzuri, huyu anacheka na mimi, binadamu huyu ni mzuri, hapana. Na huwezi ukasema huyu binadamu ni mbaya, hapana. Huwezi kujua. Yani kiujumla, binadamu sisi tunatofautiana, sio wote wazuri, wala sio wote wabaya. Mm, binadamu anaweza akasema nakupenda, binadamu anaweza kukufanyia mambo mazuri, binadamu mzuri usoni, binadamu anacheka kwenye uso, binadamu anatabasamu akiwa na wewe, lakini kwenye moyo hujui, moyoni mwake anawaza nini, hujui moyoni mwake anawaza nini kuhusu wewe, lakini ukimwangalia usoni anatabasamu na wewe, anacheka na wewe. Na siku zote unaweza ukakaa na rafiki yako, lakini hujui rafiki yako anawaza nini. Yaani kiujumla, binadamu sisi hatutabiriki hmm. Kama unavyomwona huyu binti, huyu binti alitoka mjini, alikuja kijini. Huyu binti alifurahi na watu, alicheka na watu vizuri, kama kunywa, walikunywa vizuri, walicheka pamoja, walifurahi pamoja, na kama stori, walipiga pamoja na sasa ndio uelewe binadamu mzuri usoni, binadamu mbaya moyoni. Huwezi ukasema huyu binadamu ni mzuri, na uwezi kusema huyu uwe binadamu sio mbaya. Kwa hiyo hapo binadamu hatueleweki kiujumla. Ujumla, huyu binti alivyokuja, siku ya kwanza walishika naye vizuri, siku ya pili walishika naye vizuri, siku ya tatu walifurahi naye vizuri, lakini ulipo pitatu mwezi mmoja, basi binti walikuwa wanamwambia binti, hatukutaki binti, wewe ni malaya, binti hatukupendi. Yani ndio uelewe binadamu ni wabaya, yani kiujumla, walikuwa hawamtaki huyu binti, walikuwa wanamfukuza katika kijiji chao, walikuwa wanasema, binti, ondoka kwanza wewe, binti una mikosi, hatukutaki hapa na uondoke, hatukupendi uondoke. Wanaume na wanawake walikuwa wanamfukuza yule binti, walikuwa wanamwambia, basi wewe binti, hatukupendi, we binti uondoke. Ndio maana nimekwambia binadamu ni mzuri usoni, lakini binadamu ni mbaya moyoni. Basi nisiwe mwongeaji sana, basi usisahau kusubscribe chaneli yangu ya JD Story. Basi tutakutana katika stori nyingine, usisahau kukomenti hapo chini maneno kidogo. Asante.